Kisha kwa ajili ya kufanya uhakiki validation taarifa ya hali ya asasi za kiraia baada ya Marekani kuondoa e, fedha zake. Mnafahamu kabisa kwamba USAID, e, Marekani kupitia shirika lake la misaada la USAID mwanzo mwaka huu walitangaza kufuta misaada kwa kwa, kwa duniani kote. E, Tanzania ilikuwa moja wapo, na misaada hiyo tunapokea pia sisi asasi za kiraia. Kwa hiyo, sisi tumeangalia zaidi kwamba asasi za kiraia pamoja na wale ambao walikuwa wanafanya nao kazi wameathirika kiasi gani. Kwa hilo ndio kikubwa ambalo tumefanya leo, tumewasilisha taarifa yetu, na taarifa yetu hiyo ya awali inaonyesha kabisa kwamba sehemu kubwa ya sasa e, za kiraia wameathirika, waliokuwa wanatumeoji e, asilimia sitini, wamesema wameathirika kwa sehemu kubwa sana. Asilimia arobaini wamesema wameathirika kidogo, lakini wapo ambao wamesema kuathirika. Sasa wale ambao wameathirika ni wale ambao walikuwa kwa asilimia wameathirika kwa sehemu wame wame, kubwa ni wale ambao walikuwa wanategemea kwa asilimia tisini mpaka mia kwa fedha za Marekani, tukakuwa na fedha zingine. Wengi wao utakuta wamefunga mashirika, wameshindwa kulipwa kuendesha ofisi na wengi uli, zaidi ni wale mashirika ya kimataifa. Kwa hiyo utaona kwamba e, mashirika yetu na maeneo ambayo yameathirika zaidi ni kwenye eneo la afya, elimu, kwa mfano masuala ya haki za watoto, wanawake, mazingira masuala ya utawala governance, hata uchaguzi mwaka huu, hela za uchaguzi hazipo kabisa kwa asasi za kiraia, kwa sababu Marekani walikuwa tayari wameshatengeneza mazingira mazuri ya kusaidia asasi za kiraia kwa ajili ya kufuatilia, kutazama masuala ya uchaguzi na kutoa elimu mbalimbali kuhusiana na uchaguzi e, kutoa elimu mbalimbali kwa makundi mbalimbali ya kijamii, mifumo ya uchaguzi na vitu vyote, hiyo haitakuwepo. Kwa hiyo mwaka huu imekuwa ni pigo kubwa, kwa sababu asasi za kiraia ambao wamekuwa ni wadau wakubwa wa, wa sana kwenye uchaguzi mwaka huu hawatakuwa na fedha za uchaguzi pamoja na maeneo mengine yote, mfano mfano ya ya ya, ya, ya, afya kama nilivyosema, sehemu nyingi kwa mfano masuala ya HIV malaria, project nyingi zile nyingi ambazo zilikuwa zinatumika. Kwa mfano mwaka jana tu eh, Marekani walitangaza eh, USD milioni 500 ambayo inakuja kwa kwa, kwa, kwa maendeleo mbalimbali mbali ya nchi yetu ikiwemo sasa za kiraia eh, biashara makampuni mbalimbali mbali. Sasa hizo tunakwenda kuzikosa eh, kwa asilimia kubwa na tulicho ubaini ni kwamba kama madhara ma, yake haya yatakuwa si sio si, si, si asasi za kiraia unatoa elimu kwa watoto, unasomesha kuna vituo vile ambavyo ni salama vilikuwa vinahudumiwa, hasa zimeondolewa moja kwa jumla. Kwa hiyo, hiyo ni madhara ambayo tuta kwenye mtu mmoja mmoja, kwenye familia, lakini mzunguko wa fedha, hata fedha za kigeni

mashirika mashirika yetu si ya kielimu anayofanya ya kazi kazi kazi kwenye maeneo, maana hata ikitokea siku siku hizi moja dona hayupo, haya ni ya kwetu tu kutafuta namna ya kufanya, tutafuta hela kwa kwa kwa njia zingine na tukaendelea kuhudumia wa Tanzania. Hiyo kwa tumejifunza kwamba kwamba hilo nalo jambo la msingi, tunafanya kazi kwa pamoja, lakini kikubwa ni kwamba lazima tuangalie namna ya kupata fedha nje ya mfumo wa dona. Hilo nalo ni funzo lingine kwamba tutafute njia zingine za kupata hela kutoka kwa hawa kwa wadau wetu ndani, kwa mfano eh, wafanya biashara wa ndani, tutengeneze foundation zetu humu ndani, tuone Bakresa atupe tupe nani, matajiri wetu wa ndani na wao waanze kutuchangia kwa ajili ya shughuli za kijamii. Hayo ni mambo ambayo tunajifunza. Kingine kubwa ni <coughs> kwa kwamba dona na wao wawekeze kutusaidia, tufanye miradi mbalimbali ya maendeleo, miradi mbalimbali ambayo itatuzalisha hela kama investment, kuwekeza katika hela tunazopatia, angalau tupate asilimia moja mpaka mbili kwa ajili ya kwenda kufanya investment, ili siku ikitokea ule dona hana hela tena we kama asasi uendelee kubaki na kufanya hizo huduma e, zinazo kusoma. Lakini kikubwa pia kuweka sheria zetu na sera ziweke utaratibu mzuri kwamba tupunguze sana mashirika mengi ya nje na ya kimataifa kuja kufanya kazi huko kwa grassroot kabisa vijijini huko, tukewe utaratibu ambao wao wanaweza kuja kufanya kazi lakini kwa kalika, katika ushirikiano ubia wa pamoja na asasi za kiraia kujengea uwezo asasi za kiraia ili tuweze kuwa na, na na progress kubwa. Kwa ufupi hii ni taarifa ya awali tunaendelea kuiboresha, na niwaombe wale ambao wakupata nafasi ya kutoa maoni na wameathirika tuendelee kutafutana, ambao katika vyama vya by siasa eh, kwa nini hawajawa hawajahusishwa? sababu katika liberal democracy inasemekana hata vyama vya by siasa navyo ni sehemu ya civil society. Uh, lakini pili nilitaka kujua eh, kwa nini mnadhani formal partnership kati ya asasi za kiraia na serikali ni jambo zuri. E, wakati mimi naona kama e, ni excuse ambayo aa naweza kafanya asasi zingine zisizijisikie kwamba ziko zinafanya kazi na serikali mpaka zifight kupata hiyo formal agreement, wakati tayari zimeshasajiliwa ninatakiwa zifanye kazi na serikali. kwayo nitaka pia ni, nipate kutoka huko, lakini pia nataka nifanye masahisho Uh, ya recommendation kwamba mnataka tufanye review ya youth policy, na wakati mwaka jana tu mwezi wa nane ndio youth policy imezinduliwa eh. Labda mgefafanua, mnataka tena kuna kitu mmekiona sasa hivi au vipi?